Kwa jina anaitwa Kasia Nchegere ni, ni bwana shamba katika kijiji cha Mwanyaina kata Mwanyaina. Cha kwanza ambacho nitahamasisha wakulima wangu waanze kukatia kwa mistari, kwa sababu wakulima wengi hawakati kwa mistari. Lakini sasa hivi naona watakuwa wamejifunza kwa wakulima wengine ambao wanakuta kwenye kari moja baba amepata kilo kuanzia 1230. Nitahamasisha kwanza anza kukatia kwa mistari. Cha pili tutahamasisha wakulima wengi, waweze kutumia mbolea hai kwa sababu mbolea hai umeona kuna matunda ambayo na, yanaleta tija katika zao letu la pamba kulingana na kuongeza vitumba katika miti ya pamba. Changamoto ya kwanza ambayo nilikutana nayo kabisa ni kwamba wakulima wengi walikuwa haamini katika kuka, kukatia. Cha pili kutengeneza mbolea hai wengi walikuwa hawaamini, kwa hiyo ilifika mpaka kipindi ambacho nimeshatengeneza mapipa yani, wastani nilotengeneza mapipa ni kama mapipa ishirini ambayo yanalita mia mbili kwa wengi walikuwa hawa yani hawaonyeshi ushirikiano, lakini baada ya kutengeneza kwa wakulima wengine wakaanza kuona kwamba ina faida na yenyewe ameonyesha ushirikiano mkubwa katika kutengeneza mapepa katika huu msimu unaoanza anzia kwa kwa kuwafundisha kuhusu matumizi ya mbolea hai. Kulinganisha manunuzi yetu ya kijiji cha Manyaina msimu uliopita na sasa hivi umetofautiana. Msimu uliopita tulipata kama wastani wa laki saba na elfu thelathini na tano kwenye kijiji chetu, lakini kama sasa hivi tunaelekea kwenye milioni moja na laki, milioni moja na laki tatu na hamsini ndio kwenye kijiji chetu cha Manyatu tumeweza kuzalisha. Na watu wengi mwanzoni walikuwa hawaamini kuhusu kutengeneza kutumia mbolea hai, wengi walikuwa hawaamini, lakini sasa hivi nimepata yaani wakulima ni wengi na mwitikio ni mkubwa kwenye kutengeneza mbolea hai. Sasa hivi ukiangalia kwamba tunahamasisha mkulima anze kukata shamba lake akate miti ya pamba mapema, alafu cha pili, tunataka kutengeneza na mbolea kupitia hayo miti ya pamba, tuweze kutengeneza mbolea ili baadaye mbolea ambayo ni ya baocha, ili baadaye iweze kuongeza tija kwenye zao lao la pamba. Uzalishaji unaongezeka sana sana kupitia mbolea ambayo tunaitumia sasa hivi, mbolea hai, kwa sababu mkajana walikuwa hawatumii mbolea hai, na sasa hivi kwenye kijiji chetu tumeshaanza kutengeneza mbolea hai. Uh, msisitizo ambao nitawapa wakulima, wanatakiwa cha kwanza kufuata zile kanuni kumi za ubora wa pamba, kanuni kumi za uzalishaji wa pamba, kulingana kuanzia kupanda, kuzalisha, uwekaji wa mbolea mpaka wakati wa kuvuna. mimi ni Sita Tuma, na hii ni STV. Rafiki, una hakika kuwa application zote kwenye simu yako unazitumia? Fahamu kwamba application ambazo hauzitumii na haujaziondoa kwenye simu yako zinaendelea kutumia data yako bila wewe kujua. Basi fuata hatua zifuatazo ili kuzuia hilo. Kwa watumiaji wa iOS, fungua settings, kisha shuka chini kwenye application zako na ufungue unaohitaji kuzuia isitumie data yako. Utaona mpangilio wa vitu ulivyoruhusu vitumiwe na application hiyo kisha bofya mobile data ili kuzuia isifanye kazi. Kwa watumiaji wa Android, fungua settings, kisha fungua apps, fungua apps management, au fungua application husika unayohitaji kuzuia isitumie data yako. Fungua kipengele cha data usage, kisha disable mobile data ili kuzuia isifanye kazi. Linda data yako.